Joto linasoma arobaini, ni homa kali ya nguruwe. Hebu mulika na hapa kwenye masikio, kwenye masikio naona hii spotted, hizi dalili za kama zambarau, homa ya nguruwe. Homa ya nguruwe inakuwa na hiyo dalili, hizo doti ni zile dalili moja hapo za homa ya nguruwe. Nguruwe anakuwa na hema kwa shida kwenye kifua chake, unaona kuwa anatetemeka. Hmm. Kuna hawa hapa hawa ambao wamekufa wale kufa jana na wale kufa leo Umu. Dalili ya homa ya nguruwe, mnyama anakuwa na vilia, anakuwa kama wa brown na nano wa zambarau pia, tukaangalia ogani zake za ndani zione ugonjwa wa nguruwe wa homa kali umeanza. Tangu mwezi wa nne ni ukaguzi wetu, wanamilii nguruwe mwenye homa kwanza ukiangalia bandama yake, hii ni bandama. Bandama inakuwa very black, kwa nyeusi sana, alafu inakuwa imevimba bandama sana, mojawapo ya homa kija ya. Ukacheki hapa kwenye ini ini amebadilika rangi, afu pia zinakuwa zimevimba hizi engo zake mm. Lakini pia hiyo homa ya, homa ya nguruwe ina affect mpaka mapafu. Mapafu yanakuwa na rangi ambayo sio ya kawaida, kwa sababu mapafu yanakuwa na rangi ya pink, lakini shianza kuwa reddish mm. athirika pia na mapafu.